Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imewaelekeza wananchi wa mikoa 15 inayotekeleza mzunguko wa kwanza wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili, uboreshaji ambao unakwenda sambamba na uwekaji wazi wa daftari la awali kujitokeza kwa uwingi kwenye vituo walivyojiandikisha ili kutoa taarifa kwa waliokosa sifa ya kuwemo kwenye daftari hilo. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama ya Rufani Mheshimiwa Jacob Simombegele ametoa maelekezo hayo hii leo Mei mosi 2025 wakati akitembelea vituo vya uandikishaji wa wapiga kura katika halmashauri za mkoa wa Iringa, akiwa safarini kuelekea mkoa wa Njombe na baadaye mkoa wa Ruvuma. Ndugu wananchi, leo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeanza awamu ya pili ya zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, mimi nimeshuhudia vituo vikufunguliwa saa mbili kamili asubuhi. Aidha, mwenyekiti huyo wa tume Jaji Mwambegele amesema yeye pamoja na viongozi wengine wakiwemo wajumbe wa tume wametembelea mikoa yote hii leo inayotekeleza zoezi hilo la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, na kwamba wananchi wamejitokeza kwa wingi. Wenzangu pia wamesambaa katika mikoa kumi na tano ambayo inahusika katika uboreshaji wa daftari kudum la kudumu la wapiga kura awamu hii ya kwanza, ambao ndio mzunguko wa kwanza wamenijulisha kwamba vituo ambavyo wameshuhudia ufunguzi vimefunguliwa e, kwa muda uliopangwa, yaani imefunguliwa saa sa mbili kamili asubuhi. Kuna, kuna wananchi wamejitokeza vizuri, e, kuja kuboresha taarifa zao wale ambao hawakuboresha taarifa zao katika awamu ya kwanza ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, sambamba na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, tume display daftari eh, ambalo lina eh, wapiga kura ambao wako kwenye daftari kwa, kit, kwa kila kituo hapa eh, tumeweka daftari na madaftari da, da, madaftari hayo yanahusisha watu ambao wako kwenye daftari walihusika kwenye uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya kwanza na wale ambao hawakuboresha, lakini wamo kwenye daftari na majina yapo tayari kwa watu kuona. Nawasihi wananchi endapo wataona kwamba katika daftari ambalo tumeliweka kwenye kila kituo kuna mwananchi ambaye amekosa sifa, kwa mfano amefariki, basi wawe huru Ku, ku, ku, ku, kuweza kutumia fomu namba tano b katika ku, kumwondoa huyo eh, ambaye amekosa sifa za kuwemo kwenye daftari la kupiga kura. Ninachofurahi ni kwamba kuna mwitikio mzuri, watu wamejitokeza wale ambao hawakuweza kuboresha, na naimani eh, ndani ya hizi siku saba ambazo zimepangwa tutakuwa tumeandikisha E, wapiga kura wa kutosha na wale wanaoboresha taarifa zao taka wameboresha taarifa zao za kutosha. Mikoa kumi na mitano inayotekeleza uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili kwenye mzunguko wa kwanza ni pamoja na mkoa wa Iringa, Geita, Kagera, Mara, Shinyanga, Mwanza na Simiu. Mikoa mingine ni Rukwa, Tabora, Katavi, Kigoma Ruvuma Mbeya Njombe na Songwe. Uboreshaji huu wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili kwa mikoa 15 ulioanza hii leo kwa muda wa siku saba hadi Mei 7 2025. Vituo vya uandikishaji vinafunguliwa kuanzia saa mbili kamili asubuhi na kufungwa saa 12 kamili jioni, kauli mbiu ikisisitiza kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Kutoka hapa mkoani Njombe. Mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.